Hayo yameelezwa na katibu msaidizi ofisi ya Rais Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa Umma kanda ya kaskazini Arusha, Gerard Mwaitebele, wakati akikabidhi misaada ya vitu mbalimbali iliyotolewa na ofisi yake kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini katika vituo viwili vya nyumba za upataji nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya almaarufu kwa jina la Sober House vilivyopo Ngaramtoni na Moshono mkoani Arusha, lengo ikiwa ni kuonyesha upendo katika kuelekea sikukuu ya Pasaka. Amesema kuwa utumiaji wa dawa za kulevya kusababishwa na watoto kutotii na kudharau maadili mema wanaopatiwa kutoka kwa wazazi wao na walezi wanaowalea. Ombi langu tu kwa jamii kwamba tuzingatie maadili kama maadili, unajua kwamba ndo kinga ya maovu yote. Ukiwa na maadili, tumeona yule mmoja kushuhudia kwamba aliingia kwenye madawa ya kulevya kwa sababu hakusikiliza maonyo ya mamake alimkanya. Kwa hiyo niombe vijana, tusikize ma, maoni ya wazazi wetu na jamii, tuisaidie kukuza maadili, kwa sababu katika kukuza maadili, mao, mao, mao, mao, mao, mao, maadili ndio kinga maombe yote, amna maadili uwezi ukavuta madawa ya kulevya. Kwa hiyo jamii nzima tuungane kupambana madawa kulevya, kwa sababu naharibu vijana wetu ambao ndio nguzo kuu ya maendeleo. Tunaona vijana ambao watakiwa sasa wa wawe shule, vijana wawe kazini, vijana kuchukua vijana maendeleo, leo wako waido k tuungane pamoja kukuza maadili lakini kupambana na madawa ya kulevya, tutoe taarifa na kuisaidia serikali. Kwa upande wake, afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, Sara Ndamba, ametoa wito kwa jamii na taasisi mbalimbali kuwakumbuka na kuwasaidia wale wote wanaopatiwa matibabu katika nyumba hizo za upataji nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya. Tumeungana na ofisi ya Sekretarieti ya maadili kuja kurudisha kwa jamii. Tumerudisha kwa jamii kwa kupeleka msaada kwenye nyumba za upataji nafuu kwa Arusha. Uh, nyumba ya kwanza ni Omotoni Recovery Sober House lakini nyumba ya pili ni Moshono Women Sober House ambazo zinatoa huduma kwa waraibu wa dawa za kulevya. Sisi kama serikali au watu ambao tunawahudumia au wadau mbalimbali na, na, na dawa za kulevya kanda kaskazini tuwakumbuke basi waraibu wetu na tuweze kuwahudumia kile ambacho tumejaliwa, lakini pia kuwasaidia na kuwatia moyo waweze kutoka kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Nao baadhi ya waanzilishi na wahudumu wa vituo hivyo wakiwemo Tariq Aziz, Angela Ulomi na Beda Shirima, pamoja na kushukuru kwa misaada hiyo, wameeleza umuhimu wa uwepo wa nyumba hizo za upataji nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya. Mimi kikubwa kitu ambacho kilichokuwa kimeniharibu katika dawa za kulevya, kwa sababu mtu akiniambia kitu kimoja tu ambacho naweza nikukumbuka, kwamba kutokusikiliza wazazi wangu. Kwa sababu first time unavuta bangi tu, mama yangu mimi aligundua uwanjani, ananikuta naniambia, mbona hujarudi nyumbani mpaka sasa hivi? Naambia bwana, anacheza mpira. Lakini nikirudi nyumbani ananiambia pale, kuna watu wanavuta bangi, utakuja kuvuta bangi na mimi akili yangu ilikuwa unasema kwamba ah, mi siwezi kuvuta bangi kwa sababu mi ni mtoto mzuri, nimezaliwa katika familia nzuri, lakini pale pale ndo nilipokuja kuvuta bangi. Kwa hiyo maadili, mimi ndo lonifanya mi niende nikatumie dawa kwa sababu nilikuwa sitaki kumsikiliza mzazi wangu. Sio uto wangu mimi kwa jamii, hasa kwa vijana wanaotumia dawa za kulevya, hamna kilewisho ambacho kinachopunguza stress. Kwa maana wengi wanasema kwamba natumia ili nipunguze stress, lakini hata utumie kitu gani, stress zinabaki ziko pale pale matatizo yapo na yanatatuliwa kwa njia nyingi. Kuna tiba za kisaikolojia, kuna nyumba za upataji nafuu kama hizi, lakini hamna kilewesho nachoamini mimi hapa kwamba kinaweza kikapunguza matatizo. Mimi ni client wa kwanza kuingia ndani ya nyumba, lakini niliingia ndani ya nyumba kwa kujua naacha madawa nakwenda kufanya shughuli zangu, lakini kila nilipokuwa nikijaribu kushia na sponsor wangu ambao ni Tariki, alikuwa ananiambia bro, siku ya leo utaenda kukutana na maumivu makubwa sana kwenye jamii, kwa sababu umewazuru sana jamii, umeiba vitu vya watu, umeiba kwenu kila kitu. Kwa hiyo kaa, jaribu kunisikiliza. Kutoka hapa katika kituo hiki kinacholelea wale ambao wameathirika na dawa za kulevya, mimi ni El Huruma Chao Upendo TV.